Ya, ya, ya, ya. Sasa e, hii hapa mimi nimeshawasha nini, nimeshawasha uh, hii Thunder VPN. Yeah, sasa tunaenda tunaenda kuifunga, tuelekezane, toka mwanzo kabisa. Je, yeah, hapa nimeifunga. Kifunga hapo kiingia Telegram hapa, hapa utaona imeandika connecting. Mara kwanza ilikuwa imeandika imeandika subscribe. Utaona imeandika connecting kwa maana

aalipo Ta connected taa connected ted ukiangalia, yapo nakuta e, nakuta ipo connected yapo e, ukija ya e, huku ukija e, huku kwenye telegramu yenyewe wee, telegram yenyewe utakuta imeandika zakuta imekuandikia hapa e, ao nani, au subscriber hapa subscriber, subscriber unakuta imekuandikia hawo, apo, maona hii ndo namna